wa darasa zetu za somo la Aqida zinazotoka katika kitabu cha Khudha Aqidataka min Alkitabi Wassunna. Tuko katika onwani inayosema ma hukmu alamali bilqawanini almukhalifati lilislami, ni nini hukmu ya kufanya kazi au kufanya matendo kwa kufuata kanuni na Uislamu au zinazokhalifiana na sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hii ni darsa nambari 37 na katika huu kurasa wa 16 katika chapa ambayo tunaitumia. Uh, swali hili linakuja kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema inil hukmu illa lillah, haikuwa hukmu isipokuwa ni ya, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaani masala ya kuhukumu waja wake kwamba waende wa, waamiliane kwa hili, wasiamiliane kwa hili, hili ni halali na hili ni haramu, hili lafaa na hili ni mwiko. Mwenye haki ya kuwawekea waja wake utaratibu wa maisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa, kwa mujibu wa aya hii "Inil hukmu illa lilah", haikuwa hukmu isipokuwa ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Na aya iko katika uslubu wa alhasri. Kadhalika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala wallahu yahkumu la muaqiba lihukmihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anahukumu na hakuna wakuhukumu nyuma ya hukmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Uh, aya hizi zinatupa mafumu na aqida kwamba haijuzu yani si ruhusa kwa wanadamu uh, kujiwekea utaratibu vile wao wapendavyo kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ndio maana likaja hili swali kwa ajili ya kutoa fursa ya maelezo kuhusiana na masala haya ni nini hukumu uh, sheria inasemaje Yani, kuhusiana na kufanya matendo e, yanayotegemea marejeo ya kanuni zinazokhalifiana na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano katika masala ya mirathi, watu wakarithishana kinyume na alivyorithisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano katika masala ya haki za wanandoa, akapewa mume au mwanamke haki kinyume na vile ambavyo sheria imetoa ama imepeana, jamaa zetu wa Kenya wanasema hivi. Um, nini, mwanamke akapewa jukumu labda la kuangalia familia kinyume na utaratibu ambavyo jukumu hilo kapewa mwanamume, ama masala nini ya kusema huyu kakosea na huyu kapatia, ni kwa mujibu wa hukumu, yakapitishwa masala kwa, eh, kwa mujibu wa hukumu inayokhalifiana na Uislamu katika nukta ambazo e, alqawanini e, alqawanini neno alqawanini yani sheria zilizotungwa na binadamu. Neno alqawanini sheria zilizotungwa na binadamu, kwa sababu sharia za Mwenyezi Mungu azza jalla haziitwi ni qawanin, zinaitwa asharia. Katika vitu ambavyo yalfitul intibaa zina draw attention ni kauli yake mualif katika unwani hii inayosema almukhalifati lilislam, zinazokhalifiana na Uislam, zinazoafikiana na Uislamu ni zipi? Ili tujue zinazokhalifiana na Uislamu, zinazoafikiana na Uislamu ni zile ambazo zinasema kama ulivyosema Uislamu namba moja, namba mbili. Kuna zingine zinasema si kwa lugha ya Qur'ani na hadithi zinasema kwa lugha nyingine e, kwa kwa lugha ya ya kanuni zilizotungwa na binadamu. Lakini pamoja na kwamba zimetungwa na binadamu, hazikhalifiani na Uislamu yani hazikufanana na kanuni zimetajwa katika Uislamu, lakini hazigongani na na hukumu za Uislamu. E, kwa mfano mfano rahisi wa kanuni E, ambayo haikusemwa katika dini lakini haikhalifiani na Uislamu, kanuni ya barabarani e, pale round about, wenye mwenye haki ya ku, ku mwenye haki ya lile duara ni yule ambaye yuko katika mzunguko. Kwa hivyo wewe unayetaka, unayetaka kuingia wewe dereva unayekuja kutaka kuingia katika duara wewe ndiye ndi ambaye unatakiwa usubirie kutoka katika hizi pande nne zinazotaka kuingia katika barabara. Yule anayekuja yatakikana asubiri. Maana yake, ikiwa haukusubiri ukaingia ikatokea madhara, basi wewe ndi ambaye unatahamali, unabeba zile gharama za kumfidia mwenzio. Kwa mfano, ikiwa umemgongea gari lake, ukigonga gari lake kwa ubavuni au kwa nyuma ulikuwa una fosi kuingia na hali ya kuwa mwenye haki ni yule aliyoko katika duara hii. Ni kanuni, haikutajwa katika nifahamuvo ni nijuavyo, haikutajwa katika Qurani wala katika hadithi. Lakini je, imegongana mahala na kanuni ya dini? Hapana, haikugongana mahala na kanuni ya dini. <coughs> Kwa hivyo e, kanuni zinazokhalifiana na dini ni ile ambayo inasema dhidi ya dini, dini inasema halali yenyewe inasema haramu au dini inasema haramu yenyewe inasema halali. Hizo ndio alqawanin almukhalifa lilislam, na zisizokhalifiana na uislamu ni zile kanuni ambazo hazikuchukuliwa kutoka katika Qur'ani na hadithi, lakini hazikugongana mahala popote na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama zile zinazokhalifiana na Uislamu qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiani, waislamu wanajua kwamba hiyo ni haramu, kwa sababu haijuzu kwa mwanadamu wama kana limuminin wala muminatin idha qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim, haikuwa kwa waumini wa kiume na wa kike Allah azza wa jalla na mtumewe wakihukumu jambo hawawagi na hiari, hawawi na hiari katika lile jambo lao ambalo mwenyezi mungu, Mwenyezimungu jalla wala amelihukumia. Kwa hivyo masala hapa yako kwenye kanuni zinazokhalifiana na dini. Watu wanataka kurithishana nje ya utaratibu wa Kiislam eh, nini? Watu wanataka kuvunja ndoa nje ya utaratibu wa Kiislam, wanataka wathibitishe ndoa nje ya utaratibu wa Uislamu. Huyu mwanamke hawara naye ni mrithi nje ya utaratibu wa Kiislam. Kufanyia kazi kanuni kama hizi na mfano wake, nini hukumu yake? Anasema aljawabu, alamalu bilqawanin almukhalifati lilislam kufanyia kazi kanuni zinazokhalifiana na Uislamu kufrun ni ukafiri, idha ajazaha, akizijuzisha kanuni hizo. um, kufanyia kazi kanuni zinazokhalifiana na Uislamu kuna mukhalafa mbili, yaani kuna kukinzana na sheria mara mbili. Mara ya kwanza ni kule kufanya jambo ambalo sheria imelikataza Namba moja. Namba mbili, kule kuitakidi kwamba hicho ulichokifanya ni halali, hakina ubaya, kinafaa, ni kizuri, hali ya kuwa dini imesema ni haramu, ni kibaya. Kwa hivyo, katika masala haya mukhalafa unakuwa ni kwenye kufanya lile kosa, namba moja, namba mbili, kwenye aqida, kwenye kuitakidi uhalali na au kusema kwamba sheria hizo zinajuzu, eh, kwa hivyo tukihukumu hapa tuwe tunazingatia hizi nukta mbili. Angalia katika masala ya uharamu wa zinaa au... tutaje mfano mmoja, tusitaje mifano mingi. Uharamu wa zinaa, Allah azawajalla alipoharamisha zinaa, ametuwajibisha mambo mawili, ame ametuwajibisha kuacha zinaa zina. hili neno naongea kwa lugha ya kawaida, sio lugha ya wanafiki ametuwajibishia kuacha zinaa namba moja. Namba mbili, kuitakidi kwamba zinaa haifai na ni kitu kibaya na chenye madhara, kwa sababu sheria haikatazi isipokuwa kitu kibaya na chenye madhara. Kwa hivyo, ikiwa mtu atazini, yawezekana akakhalifu sheria kwa mambo yote mawili ha. ametekeleza jambo alilokatazwa. Namba mbili, akaitakidi kwamba linafaa, huyu anakufuru na ukafiri wake unakuja sio kwenye kipengele cha kufanya dhambi una e, dhambi ni dhambi, na mtu anaandikiwa madhambi, lakini haimtoi amkufurishi mtu na mtoi katika Uislamu. Lakini ishkali hapa ni kwenye kipengele cha kuitakidi kwamba hiyo dhambi ni halali. E, masala ni kama hivyo katika i masala haya masala haya ni kama hayo, amba, ni, ni kama hayo ambayo tumeyatolea mfano. Ikiwa mtu ata tekele atafuata sheria ambayo imekatazwa na sheria. Kuna mawili ima e, mfano aka, aka, aka wa kwanza akakhalifu sheria Mwenyezi Mungu azza jalla, na akaitakidi kwamba mimi ni mkosaji astaghfirullah, madhaifu yangu, nimekuwa dhaifu, nimeshindwa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu azza jalla, na sheria ya Mwenyezi Mungu ni, ni bora na ni yenye kufaa kuliko sheria zote. Huyu anaandikiwa madhambi, lakini hakufuru. Ama akiitakidi kwamba sheria hizi zinafaa, kwenye hiki kipengele anakufuru hata kama hakutenda tendo hilo. Ndio maana sahibu lkitabi akasema alamalu bilqawanini lmukhalifati lilislami, kufanyia kazi kanuni ambazo zinakhalifiana na Uislamu ni kufuru, ni ukafiri. idha ajazaha, akisema zinajuzu, ni nzuri, hazina ubaya, au aitaqada salahiyataha, ama akaitakidi kwamba ni nzuri. qala llahu taala, Mwenyezi Mungu anasema waman lam yahkum bima anzala llahu fa ulaika humu lkafirun, wale ambao yeyote ambaye hakuhukumu kwa sheria ambayo ameiteremsha mwenyezi Mungu jalla waala, huyo ni kafiri, ama hao ni makafiri. Ukafiri, kuna ukafiri wa kumtoa mtu katika dini, na kuna ukafiri ambao unaitwa alkufru lakbar, na kuna ukafiri ambao haumtoi mtu katika katika dini. Ukafiri ambao unamtoa mtu katika dini katika masala haya ni pale atakapoitakidi kwamba hizo sheria zinafaa, na ukafiri mdogo ni kufanya jambo ambalo sheria imeliita ni ukafiri. Kwa mfano katika masala haya tutabi e, tunini tuingie katika tutabikishe, sijui nitumie neno gani e, tufanye fieldi kwa, kwa, nini, kwa, kwa sura zote mbili kuna mtu amehukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu azza wajalla na akaitakidi kwamba e, sheria hiyo inafaa, huyu amekufuru kufuru kubwa, kwa hivyo ametoka katika dini. Mfano wa kufuru ndogo ambayo haimtoi katika, katika, katika dini, amehukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu subhana wa taala, lakini hakuitakidi kwamba inafaa na akaitakidi kwamba hilo ni kosa, huyu amefanya ukafiri mdogo ambao haumtoi mtu katika dini. E, Mwenyezi Mungu e, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema e, sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufru, kutukanana na muislamu ni ufasik na kupigana naye ni ukafiri aa, yani ukafiri usiomtoa mtu katika dini. Kwa sababu tumeona katika Qur'ani, mtu amepigana na mwingine ama watu wamepigana, yani waislamu wamepigana mapigano baina yao, na Mwenyezi Mungu Azza Jalla akawaita ni waumini. Qala Allahu ta'ala wa in taifatani min almuminina qatatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili ya waumini yamepigana yasuluhisheni. Kwa hivyo wamepigana, lakini bado wameitwa kuwa ni, ni waumini. Kwa hivyo tunafahamu, tukiunganisha na ile hadithi iliyosema wanaopigana katika waislamu ni makafiri, tunase, tuna, tunajua kwamba ni makafiri lakini ni waumini. Kwa hivyo irtakabu kufran asghar, wamefanya kufru ndogo ambayo haimtoi mtu katika dini. Tofauti ya kufuru ndogo na kufuru kubwa, mwenye kufanya kufuru kubwa anatoka katika dini, na hiyo ni na, na hapo ni, ni, ni kufanya ni, ni, ni, ni kuitakidi uhalali ama kuitakidi kinyume na ilivyosema Qur'ani. Na ukafiri mdogo unakuwa katika matendo, mtu anakuwa ametenda tendo ambalo sheria imeliita ni ukafiri. Kwa nini baadhi ya madhambi na sio yote yakaitwa ni ukafiri na ilhali hayamtoi mtu katika dini? kuonesha ukubwa wa dhambi hilo na ubaya wake, na kwamba hilo si jambo lilitakiwa litokee kwa Waislamu. Hilo ni katika mambo ambayo yanatokea wa kwa wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo, kuonesha ubaya wake jambo hilo likaitwa ni kufru. E, waqala sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema wa ma lam tahkum aimatuhum bikitabillah na pale ambapo viongozi wao hawakuhukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu jalla waala, pindi ambapo viongozi wa Waislamu katika levo ya nchi, katika levo ya jamii, katika levo ya taasisi, katika levo ya familia, ikiwa hawakuhukumu kwa sheria ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakaona wana khiari ya kufuata au kuacha kile kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu jalla waala, hawafanyi hivyo ila, jaala llahu basahum bainahum isipokuwa Mwenyezi Mungu hujalia ugomvi na utesi na migogoro baina yao. Huenda mangi katika yanayotupata katika taasisi zetu au familia zetu au serikali zetu, makinzano na utesi mbaya na mipasuko ni kwa sababu ya kupita katika mapito ambayo tunajua kabisa haya yanakhalifiana na, na sheria, lakini sisi tuna tunapita katika mapito hayo. Hadithi hii ni hasanun iko katika, le, katika daraja ya hasan na hasan ni moja katika daraja za hadithi ambayo ni sahihi. Imepokelewa rawahu ibn maja wa ghayruhu, imepokelewa na ibn maja na wengineo katika wanachuoni. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Tukutane katika swali linalosema kaifa naruddu suala shaytani, ni vipi tutarudisha na tutakataa swali la shaytani linalosema man khalaqa Allah, ni nani kama muumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukutane katika kikao hicho na darasa hii. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.